huyo e, ni Kangi yataka DPP polisi e, wawe huru. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la mwananchi kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari inayosema masharti mikopo ya asilimia kumi, e, masharti mikopo ya asilimia kumi. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la mwananchi kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina lakini kwenye gazeti lako la Mwananchi bado kuna habari inayosema sababu za serikali kukomaa na KKK. Eh, sababu za serikali kukomaa na KKK. lakini DAWASA yataja kiini cha kero, eh, majitaka Kariakoo. DAWASA, eh, yataja kiini cha kero ya maji Kariakoo hiyo, eh, majitaka Kariakoo hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi. lakini ACT ya kwama tena mahakamani ICT Wazalendo yakwama tena mahakamani, hiyo ni habari mpya inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele patenakale yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiachana na gazeti lako la Mwananchi tuangazie kwenye gazeti lako la Mtanzania leo leje linaandika habari inayosema CVT ya ungana na Watanzania kupanda miti kutunza mazingira e, ni CVT ya ungana na wananchi e, wa Tanzania kupanda miti na kutunza mazingira lakini RDO na mbunge e, Mufindi Kaskazini wasaidia waathirika wa, wa mafuriko Ndambulo. RDO na e, mbunge, mbunge, Mufindi Kaskazini wasaidia waathirika wa e, Ndambulo. Lakini bado kuna habari inasema thamani ya TADB yaongezeka na kufikia shilingi trilioni moja nukta tatu. Thamani ya TADB yaongezeka na kufikia shilingi trilioni moja nukta tatu lakini Rais Samia e, nilipomteua Mkenda kuwa waziri wa elimu alinitazama kwa jicho baya e, Rais Samia asema nilipomteua Mkenda kuwa waziri wa elimu alinitazama kwa jicho baya e. Lakini kumi na mbili wachukua fomu kuwania ubunge Peramio e, kumi na mbili wachukua fomu kuwania ubunge Peramio. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania leo kwenye kurasa za mbele lakini habari kubwa ni, ni thamani ya TADB yaongezeka ya kufikia asilimia kufikia trilioni 1.3 ya yapanga kutoa mikopo ya bilioni mia tatu kwa wakulima mwaka huu. Lakini faida ya benki yaongezeka hadi e, bilioni thelathini na tano na, na mwaka jana e, ilikopesha bilioni mia nne ishirini na tisa kwa wakulima. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za mbele, patena kale yako kwa habari lakini kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo lenye ukurasa wa mbele linaandika Kangi Lugola ajilipua bungeni. E, huyo ni Kangi Lugola ajilipua e, bungeni, yule ambaye inapatikana pia kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo ukurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inasema pia vyama kumi na mbili wasimamisha mgombea kumrithi e, Mhagama Peramio, vyama kumi na mbili kusimamisha mgombea kumrithi e, Mahagama peramio hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako eh, la raia mzalendo lakini bado kuna habari eh, inayosema eh, mvua yazua eh, yazua nyumba 17 na eh, mdambulo RDO mbunge Mufindi Kaskazini wasaidia. Lakini thamani ya TADB yapanda hadi trilioni moja nukta tatu na Climatic Voice Tanzania yapanda miti kutunza mazingira. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Rai ya Mzalendo kwenye kurasa za mbele, eh, kale yako kwa habari kwa kinam. Lakini bado kuna habari inayosema kwenye gazeti lako la Rai ya Mzalendo. Habari kubwa ni thamani ya TDB yapanda hadi trilioni moja nukta tatu. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti lako la Rai ya Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Tukiachana na gazeti lako la Rai ya Mzalendo kurasa za mbele tuangazie gazeti lako la Mwananchi Huru. Lenyewe linaanza na habari inayosema Spika zungu aibana wizara ya maji uhaba wa maji Dar es Salaam. Eh, spika zungu, aibana Wizara ya maji eh, uhaba wa maji Dar es Salaam. Lakini waziri mkuu ataka wafanyabiashara wasipandishe bei ya bidhaa mwezi mtukufu Ramadhan huyu eh, ni waziri mkuu awataka wafanyabiashara wasipandishe bei ya bidhaa mwezi mtukufu Ramadhan. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru inasema thamani ya TADB yazidi kupaa kufikia trilioni moja nukta tatu. Hiyo e, ni gazeti lako la mwananchi huru inasema thamani ya TDB yazidi kupaa hadi kufikia e, trilioni moja nukta tatu. Lakini mbunge asema kundi la machawa limeficha majizi na mafisadi mapapa. E, mbunge asema kundi la machawa limeficha majizi mafisadi mapapa, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la mwananchi huru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina lakini kwenye gazeti lako la Uelekeo lenyewe asubuhi ya, ya leo linaandika birthday ya Rais Samia Suluhu Hassan ya tikisa nchi upandaji miti e, siku ya kuzaliwa ya Rais Samia Suluhu Hassan ya tikisa nchi kwa upandaji miti. Lakini kuna habari inayosema waziri mkuu ahimiza kupanda miti kila wakati e, wa birthday huyo, ni waziri mkuu ahimiza kupanda miti kila wakati wa birthday yuni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la uelekeo kwenye kurasa za mbele lakini gazeti lako la majira lenyewe ukurasa wa mbele lina habari inayosema rais Samia aanza kubadili elimu ya msingi nchini kwa vitendo rais Samia aanza kubadili elimu ya msingi nchini kwa vitendo na bado kuna habari inayosema rais Samia afanya uteuzi wa viongozi mbalimbali mbali. rais Samia afanya uteuzi wa viongozi mbalimbali lakini mbali. waziri mkuu awapa angalizo wafanyabiashara waziri mkuu awapa angalizo wafanyabiashara wawekezaji waonesha nia kuwekeza sekta ya mafuta wawekezaji waonesha nia kuwekeza sekta ya mafuta. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako, eh, la kwenye kwa habari, kwa eh, gazeti lako la majira kwenye kurasa wa mbele pate nakala yako. Lakini bado kuna habari inasema tusikubali mwanamke kufariki akileta kiumbe duniani tusikubali mwanamke afariki akileta kiumbe duniani. Hilo ni gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo linaanza na habari inasema Dkt. Mwigulu, eh, atoa onyo, eh, wanaojipangia, eh, kupindisha bei ya bidhaa, eh, wakati wa mwezi wa Ramadhani. Lakini kuna habari inasema Rais Samia, kilichofanyika kitapongezwa na UN. Huyo ni Rais Samia asema kilichofanyika kitapongezwa, eh, na UN. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako eh, la Mwananchi kwenye kurasa e, gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Lakini magari ya huduma ya NMB yafika 15 kuchochea ujumuishaji wa kifedha e, eh, magari ya huduma NMB yafikie ya 15 kuchochea ujumuishaji wa kifedha. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahabari lenye asubuhi ya leo linatupa habari inayosema ondoeni masharti magumu ya mikopo, Dr Mwigulu asema ondoeni masharti magumu ya mikopo. Lakini Rais Samia, umoja wa mataifa utatupongeza. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hasani asema Umoja wa Mataifa utatupongeza, ni kwa uzinduzi wa mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa, wa kusoma kuandika na kuhesabu KKK. Lakini asema uzinduzi huo e, umetekeleza lengo namba nne e, kwenye malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa. Hiyo e, ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwanahabari. Lakini ushiriki e, wa Tanzania IEW 2026 India kuchochea wawekezaji wa mafuta, na Wakatoliki wampongeza Papa kwa dhamira ya kuiombea amani Tanzania. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa wa mbele lakini gazeti lako la Taifa Tanzania, uzalendo kwanza, lenye na habari inayosema Rais Samia asisitiza mageuzi elimu ya msingi. Eh, Rais Samia asisitiza mageuzi elimu ya msingi na ofisi ya makamu wa rais yafanyiwa marekebisho makubwa Dar es Salaam. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania, e, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani na gazeti laku la taifa Tanzania linatuhabarisha kwenye upande wa michezo, inaandika: Moroko yapoteza sifa kuandaa kombe la dunia elfu mbili na thelathini Marekani. Moroko yapoteza sifa kuandaa kombe la dunia elfu mbili na thelathini. Lakini kuna habari inasema, manara mashabiki wanawapa kazi kubwa wasemaji wao E, mashabiki wanawapa kazi kubwa wasemaji wao. Lakini Libasse Geye aanza kazi, afungua akaunti yake ya magoli e, huyo ni Libasse Geye kutokea wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club afungua akaunti yake e, ya magoli. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la taifa Tanzania kurasa za michezo, lakini gazeti lako la mwanahabari lenye na linaandika kauli ya waziri mkuu bungeni vijana akiwa lani washangiliaji lakini Simba yapata ushindi kwa Mashujaa goli mbili kwa sifuri. Yanga Alahli kumalizana kesho, Yanga na Alahli kumalizana kesho. Lakini Okwi aipongeza Yanga kumnasa Alaniokelo e, Okwi aipongeza Yanga kumnasa Alaniokelo e. Lakini TRA United yamnasa Musini Malima, yapigwa goli mbili kwa sifuri na Azam unabari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za michezo lakini e, gazeti lako la Wamachinga linaandika Simba yagagadua mashujaa goli mbili kwa sifuri uwanja wa KMC wafungiwa. Yanga yaita mashabiki kesho ikicheza na al Ahli. Lakini al Ahli Tripoli yatajwa kumfuatilia Feitoto na Singida Black Stars wafurahi kumpata Shikola. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako ukurasa wa mchezo pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Majira lenye asubuhi ya leo kuna michezo naandika Yanga al Ahli, mechi ya maamuzi kesho, mashabiki waitwa kwa wingi. Zanzibar wachezaji ni do or die. Kafu yazipiga faini Senegal na Moroko. Simba yainyuka Mashujago ni mbili kwa sifuri. Lakini mwenyekiti wa bunge yatangaza e, bonanza kubwa Simba Yanga mwenyekiti wa bunge sekondari atangaza bonanza kubwa Simba na yanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la majira ukurasa ukura wa michezo. Lakini gazeti lako la uelekeo kuna michezo inaandika kichuya eh, msufa watu wa coastal union. Lakini panga pangua inaendelea, Simba nyota wengine wawili wa kigeni mambo safi. Lakini manyika kuzikwa eh, amezikwa Dar es Salaam. Yanga yataka ligi kuu NBC. Ilo ni gazeti lako la uelekeo kwenye kurasa za michezo lakini tuangazie gazeti lako la mwanaspoti kwenye kurasa za mchezo naandika Steve Becker subirini mwone. huyo ni kocha mkuu wa Simba Sport Club Steve Becker asema subirini mwone, lakini kisa depo Pedro Ashtua mabosi. E, kisa depo Pedro Ashtua mabosi. lakini kuna baadhi wanasema e, sababu mbili kufungwa uwanja wa KMC, e, sababu mbili kufungwa uwanja wa KMC lakini kimataifa, Kariki am, anamjulia mbeumo e, Kariki, anamjulia mbeumo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pate nakala yako kwa habari kwa kinam, na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndo linatufungia tufungia, usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwa irini, asubuhi njema.